Bwana Yesu asifiwe, na wasalimu wote kwa jina la Yesu. Kwa majina naitwa Cecilia Samueli, mimi natokea Mtwara. Tulifika hapa siku ya Jumatatu kwa ajili ya kufuata maombi kwa nabii, lakini kwa vile dami ya kuwepo ilibidi tumsubiri, tukaonana naye siku ya Ijumaa. Siku nimefika hapa nilikuwa siwezi hata kupandisha hapo kuja huku hapo mlangoni kuja huku ndani kwa siwezi, mguu wangu wa kulia una shida sana, hata kusimama dakika tano. Kama nilivyosimama hapa muda mrefu, ilikuwa siwezi, lakini nimeona muujiza wa Mungu baada ya mtumishi wa Mungu kunifanyia maombi siku ya Ijumaa nimeweza kusimama, ninaweza kutembea kwa changamoto. Hii imeisha. Bwana Yesu asifiwe! Bwana Yesu makofi. Cecilia from Mtwara. She is here to thank God for the great miracle that he has done in her life. Uh before coming before coming here she wasn't able to walk. Then she met with the man of God and prayed for her on Friday. Now she can walk properly. Glory be to God. Na, naomba kutoa shukrani kwa uongozi wa kanisa hili kwa upendo wao. Wametupokea sisi tulikuwa tunalala mali hapa, tulikuja na changamoto ya kifedha lakini wametolea vizuri. Jamani, tumekula tumekunywa, tumelala hadi kufikia leo tunonaanakuani Mungu awabariki sana. Ujumbe mtaufikisha Mtwara. Ninamwomba mtumishi atukumbuke, kule kuna watu wamefungwa, lakini uwezo wa kuja huko kwa kweli hawana. Tukumbukane sana kwenye maombi. Mimi sitasahau, nikipata nafasi nitarudi tena kuja kutoa ushuhuda mahali hapo. Mbarikiwa watumishi wote.